Baada ya mambo vipi, mpenzi wa Mabumi Media, so cha msingi ni kubonyeza alama subscribe, utakuwa umetishi akina. Noma noma bana, au sio? Moja kati ya tukio ambalo nimeteka hisia za watu wengi mitandao ya kijamii, basi ni hili tukio kutoka kwa bwana mkubwa na mzungumzia mtu mzima, Juma Jux bana. Juma Jux yeye kibongo bongo alikwisha kutukalisha, tukanyooka, tukatulia, tukajua ameisha baba, eh? michongo yote si imeisha mzee wangu chombo si umekabidhiwa mm? Basi ishini kwa furaha, ishini kwa amani. Of course furaha ikaonyeshwa amani ikaonyeshwa, lakini the return ya hawa Nigeria, ah, imekuwa ni kubwa sana. Yani ni wema fulani hivi ambao wameufanya kana kwamba hata ukifikiria mapokezi yalivyokuwa shamla shamla sasa hivi kwa Nigeria. Kwa sababu kwa wewe unatazama kwa mara ya kwanza, ni kufahamishe tu, Jux yuko na washikaji wengi sana kutoka Tanzania eh: wasanii ma social influencers mbalimbali media ambari mbali kutokea uh, 255 uh, yetu wenyewe wamedunduka kipande cha Nigeria, kula maisha. Si unajua eh? Na maisha hayali tu, wameenda kuchukua jiko ile official official bana. usio moja kati ya sherehe ambayo imevuta watu wengi sana wengi sana, na nitakwambia baadhi yao utashtuka hapa, kuweza kuniambia eh Umeju Majuks na Julikana huko hivo, huko kipande cha Lagos. Watu jana wamekula pinky, nguo flani hivi. Mishono ya hapa na pale. Ya Sintan nilimwona na Jiu Warubara, lakini pia Nandi alikuwepo, just imagine, na mtu mzima Billnass. Walipendeza, waling'aa, ilikuwa poa sana. Angalia wanavyoonekana. Mzee kama ndoto zako ziko bongo hapa hapa, relax. Eh, relax. Lakini kwa wale ambao wana plani siku moja ndio zao nje eh, waka enjoy maisha mengine yo man, we need to work hard. Tunatakiwa tukaze kinoma noma, kwa sababu sio poa. Alafu na maisha fulani vya unyama sana. Jana, uh, kumuonekana vitu vingi sana, tamaduni uh, za Nigeria. Watu tulipata nafasi ya kuweza kuziona mavazi ambayo yalihusika kwenye sherehe hii, suti suti zikuwa nyingi sana. Odhobi nenga nilimuona ametinga suti kasema nenga mbona Kinondoni sana kuna mavazi fulani hivi ukiachapa. Hii siku walikuwa eh, lazima uwake unyoke vya kutosha, na washikaji wengi walidondoka nayo. Diamond Platinum alikuwepo kwenye sherehe hiyo hapo, na ni moja kati ya kivutio pia kikubwa katika sherehe hiyo hapo. Nataka nikugusia kidogo tu uh, kile ambacho Juma Jokes alimpa nafasi ya mtu mzima Diamond Platinum kuweza kuzungumza mbele ya hadhira, ilikuwa hivi: katika uh, sherehe ya mtu mzima Jumajuu alimkaribisha Diamond Platnumz azungumze na wageni waalikwa. Juma Jux akaanza, bro, unajua nakupenda sana, alisema Jux mbele ya wageni. Akaendelea kusema na najua una shughuli nyingi sana, lakini ulisema lazima uwepo kusapoti. Si wewe tu, kila mtu aliyekuja, nawapenda sana. Nimekuchagua uwasilishe salamu zetu kwa familia yetu mpya. Hawa watu ni wakwetu sasa, tafadhali kama kuna jambo lolote la kusema kwao, jisikie huru my brother. Akaanza kwa kusema hamjambo wote, familia yetu mpya kama alivyosema rafiki yangu Juma Jux, kwanza kabisa tuwashukuru sana kwa mapenzi mliyotuonyesha, ni makubwa sana naamini mtapokuja Tanzania mtapata mapenzi makubwa zaidi ya haya. Hilo ni ahadi pia. Tumefundishwa jambo kubwa sana tukiwa hapa, na sasa tunatafakari namna ya kuboresha upendo huu zaidi pale nchini Tanzania. Kama mnavyojua, mume anatakiwa kumfanyia mke wake ajivunie, nasi tutawafanya nyie mjivunie tukirudi nyumbani. Akamaliza hotuba yake kwa mzaa kwa kusema kwamba pia tuna ndugu zetu wa kitanzania wengi sana hapa na wengi wao wanatafuta wake wapya. Mondi alicheka sana na, na Masimba Dangote <laughs> akasema uh, sijasema mimi eh, lakini wapo wengi najua, mnajua, labda harusi ikiisha eh, inaweza ikatokea harusi nyingine pande hizi hapa baalausio. Jux limaliza kusema asante sana, nawapenda sana hapa ni nyumbani, baba Clown FM, kumenoga au sio? <laughs> Lakini pia nilipendezeshwa na bewe ambavyo sherehe nzima ilienda. Mm, ilikuwa ni vibe za kutosha kwa sababu nilimuona mtu mzima Peter Okoye aka Mr. P huyu ni moja kati ya wale walesu. Sasa huyu ni P mwingine bana, usio aliingia ukumbini, nakasilimiana na na maarusi wakina Juma Jux, Priscilla, na stories zikawa nyingi, kwa sababu kuna meza alipita akaakaushia kina Bilas eh. Sasa watu wakajiuliza baba pita, Mr P, Ungi Bilas kweli, nenga mafiosi ana gorofa kubwa Mwanza, ah unatuangusha, lakini mwisho wa siku ilikuwa ni bata. Sio kila mtu mpaka e, tufahamiane sana, kwa sababu binafsi mwenyewe alisema hatutaki mazoea ya bana, au sio? Bonyeza alama subscribe, mwanangu, stori ni mob sana, stori za kushanta zipo ndani e, na vitu vingi sana vya kuzungumza na nyie maraia vipo vingi. Ma segment yanakuja ya kibabe soon as possible. Subscribe yako ni jambo la msingi sana. Bye bye, next time, ciao.